Kwa jina naitwa Rajabori, makamu wa Rais Tanzania Tennis Association. Kwa jumla mashindano yameenda vizuri, kwa wiki mbili zote busy kama mlivyoona, e, na tukisema kwa ushindi wa mmoja mmoja, kwa upande wa wanaume ni Algeria wamechukua kwa upande wa boys, na kwa upande wa girls Zimbabwe kwa wiki ya, ya pili e, akiwa na runner-up ni Uganda. Boys, up, kwa boys kule runner up walikuwa ni Zimbabwe kwa upande wa mmoja mmoja. Kwa doubles pia ilikuwa kuna kwa upande wa boys ilikuwa ni Zimbabwe, Algeria alipatana na na Cameroon walishinda, halafu na runner up walikuwa ni Shinda, Tanzania alipatana na Tanzania na Uganda walipatana, wamefungwa final, kwa hiyo ni runner up e. Kwa hiyo kwa ujumla mashindano yalikuwa mazuri sana, yamefana ya na tunashukuru kwa mchango mkubwa wa serikali, baraza la michezo, na wao bahati nzuri kulikuwa na mkurugenzi wa wa michezo alikuwepo, ambaye Mr. Maono alikuwepo, kwa hiyo walishuhudia gemu nzuri iliyochezwa kati ya Tanzania wakipambana na Algeria na Cameroon. Ya, kwa hiyo mpaka sasa hivi tuko nafasi nzuri Tanzania na hai. Tunaonyesha, kuna potential kwa mashindano mengine, tunaweza kufanya zaidi vizuri zaidi ya haya, na pia kuna mashindano mengine yanaokuja ya watoto wa miaka kumi na mbili. Tumeongea na timu ya makocha na sisi kama TTA, wametuhakikishia watapambana timu yetu ya miaka kumi na mbili nao ipambane, e ionyeshe uwezo mkubwa kuliko tahii iliyofikia hapa, hmm. Shumna, mara, baba, mara, kama Sama uongozi wa tenis Tanzania, sisi tunacholenga ni kwamba tunataka fursa, tunataka watoto wetu acheze mashindano mengi, alafu vile vile kwa sababu mpaka sasa hivi ni kwamba tenis ipo Tanzania lakini haipo mikoa yote naweza kusema hivyo kikubwa tunataka watoto wote wa Tanzania wapate opportunity ya kucheza tennis, na vile vile tukiwafikia kwa mashindano kama haya tunayafanya na kuna mengine tunayafanya ambayo yaloko yanaingia mikoani huko, kama Morogoro, Arusha, Dodoma. Pia tunasaidiwa na Mheshimiwa Mtaka kufanya mashindano juzijuzi ya watoto. Kwa hiyo tunaomba wadau wengi wajitokeze na masponsa ile ya mashindano ya sambaye Tanzania nzima sisi tuko tayari kuwasha gari kwenda mpaka Shinyanga kama tutawezeshwa wana... na hivyo tumeanza kuelewana na partnership na kampuni kama yote. Tunaomba na makampuni mengine yajitokeze. Hawa ni watoto wetu, hawa ni watoto wa, wa Kitanzania. Michezo ni ajira, michezo ni afya. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwamba <tipa> kama mgeni rasmi kwenye kwa vijana wa miaka kumi na nne. Tunashukuru kwamba ameazika salama, tumeona vipaji mbalimbali hapa. Emu ya mwisho hapa umeona ilikuwa nguvu eeni, lakini mwisho wa siku mshindi amepatikana. Sasa hii nikoka fursa sisi kama Tanzania kuendelea kufanya bidii zaidi kuhakikisha leta umoja i mshikamano. Unaona, nchi zaidi ya sita zimekuja kushiriki mashindano haya, lakini vijana wametoka wakiwa wamoja, wamekuwa marafiki. Sasa utakuta wanaunganisha hata kwenye mambo mbalimbali ya kiuchumi na kijamii, nje tu ya maswala mengine ya kimchezo ambayo yamekuwa. Kwa hiyo mimi nitoe rai na pongezi kwamba tuendelee kushirikiana, tutoe sapoti kwenye chama cha tenisi Tanzania, tuendelea kuwasapoti ili waendelee kuandaa wachezaji mbalimbali kwa nguvu zaidi. Kama unavyofahamu michezo, lazima kuwe na uwekezaji. Wamejitahidi sana, wanahitaji sapoti, na serikali kama ambavyo mekuwa naona ilikuwa sapoti kila siku, na wadau wengine waendelee kusapoti ili tufikie mbali zaidi.